Nafikiri wale Gaborone ni timu nzuri, ukiona kama haina organization, lakini ni timu moja nzuri na ngumu kweli, ni na wachezaji wazuri, committed, wachezaji wanataka kushinda, na especially ambao timu ambayo inacheza na Simba sasa hivi atkuta watoto wadogo kama hivyo wanaleta challenge. Kwa hivyo eh, ni timu ambayo inajaribu kucheza mpira, hakuwa ah, ah, na mbinu zaidi tu, lakini nafikiri ni timu nzuri kwa walikuwa wanaonyesha ya ile ile ile intensity yao. Kitu ambacho kikubwa kwao kilikuwa ni spirit, walikuwa na spirit, lakini walikuwa ni timu ambayo inacheza mpira tuliji, baada tuli, hatukwanza vizuri, baada ya dakika 20 za kwanza walikuwa wao wako juu, lakini tulivorudi katika mchezo, tukajaribu ku manage, nilikuwa na stiza za jiwango jaribu kumiliki sana mpira, tulikuwa moja ya weapon yetu kubwa ilikuwa ni kumiliki mpira na kutafuta space. Kwa hivyo haikuwa rahisi, lakini nafikiri tulijaribu kumiliki mpira, tuliscore goals time tuna moja bila ile, ni big advantage kwa kwetu ilikuwa kufuta gol la mapema. Kuna watu walikuwa nafikiri labda, walikuwa nafikiri labda mimi nitafeli. <laughs> kuna, kuna nafikiri kuna watu walikuwa positive, kuna watu walikuwa negative. Ndo maisha yako hivyo, lakini mimi nilikuwa na imani, na ndio maana nimekuja. Nilikuwa na imani, naweza, naweza kusaidia hapa palipo, na na imani na ndio maana nimekuja naweza kusaidia hapa palipo ilikuwa ni palipo gumu, na nafikiri Asingetokezea kocha wa aina yoyote kuja take over mechi kama yoyote kuchukua timu katika mazingira kama yale kuja kucheza mechi ya leo. So, kwa hivyo mimi nafikiri kwangu mimi ni, ni, ni krediti. Nime, nimejitoa muhanga, nimeweza kufanikisha zile kile kile ambacho likuwa nafikiria. Looking forward. I'm happy. Ni ngumu kucheza bila ya mashabiki Ha, kwa kiasi kikubwa mno, kwa kiasi kikubwa mno pia nafikiri ni ndo kitu ambacho pia kilikuwa kinawapa nguvu wale oponenti wetu wale, kwa sababu walikuwa wanaonekana wana nguvu, kwa sababu shabiki ni mzaji wa kumi na mbili, sio ukimpata? Na kwa jinsi ninavyojua Simba wanavyokuwa na shabiki, mimi nafikiri wale wangekufata nne